Jeshi la Israel limetekeleza mashambulizi yake eneo la Gaza ambapo vyanzo vya kitabibu vimeiambia Al Jazeera kuwa watu wasiopungua 35 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio la Israel kwenye mtaa wa Shujayea, mjini Gaza nchini Palestina. Wizara ya Afya ya eneo la Gaza imesema kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka kufuatia shambulio hilo la Jumatano kaskazini mwa Gaza, huko vikosi vya uokoaji na wakazi wa eneo hilo wakiendelea kuchimba kwa haraka kujaribu kuokoa wakazi waliokuwa wamekwama wali wali chini ya vifusi eneo hilo. Jeshi la Israeli limesema kuwa shambulio hilo lililenga mpiganaji wa ngazi ya juu wa kundi la Hamas, lakini halikutaja jina lake na kudai kuwa lilichukua hatua kadhaa kupunguza madhara kwa raia. Ayubu Salim, mwenye umri wa miaka 26, ambaye ni mkazi wa Shujayea aliambia Al Jazeera kuwa baadhi ya waathiriwa wa shambulizi hilo walichanwa na vipande vipande na mashambulizi ya makombora mengi yalisababishwa vipande vya mabaki kuruka ovyo. Nanuku, vumbi na uharibifu mkubwa ulitanda kila mahali. Hatukuona chochote, tulisikia tu vilio na hofu ya watu, alisema Ayubu Salim, mkazi wa eneo hilo. Akiwa na ripoti kutoka Shujayea, Ibrahim Al Khalili wa Al Jazeera alisema kuwa vikosi vya uokoaji na wakazi walishirikiana kuwaokoa raia waliokwama chini ya kifusi. Alisema wengi wa wahanga walikuwa wamehama makazi yao kwa nguvu kabla ya kuhamia eneo hilo. Msemaji wa ulinzi wa raia, eneo la Gaza, Mahmoud Basal, alisema kuwa ni vigumu kuwafikia watu kadhaa waliokwama chini ya kifusi kutokana na uhaba wa vifaa vya uokoaji, hali iliyosababisha mzingiro wa Israel dhidi ya eneo la Palestina. Aliongeza kuwa zaidi ya watu 60 walijeruhiwa. Kutoka Deir el-Balah, Hind Khoudary wa Al Jazeera ameripoti kuwa daktari mmoja wa hospitali ya al-Ahli Arabu mjini Gaza alisema kuwa madaktari hawana dawa za kutibu waathirika wa shambulio hilo ambao wengine waliteketea kwa moto. Hospitali hiyo inahitaji damu kwa dharura, alisema mwandishi huyo. Wahudumu wa afya, ambao tayari wanakabiliwa na uhaba wa mafuta na vifaa tiba walishindwa kuwafikia watu waliokuwa Shujayea kutokana na kiwango kikubwa cha uharibifu. Wa kifusi kilikuwa kimeziba barabara. Israeli ilianza tena mashambulizi yake ya anga dhidi ya Gaza mnamo Machi 18 mwaka huu baada ya kusitisha mapigano kwa karibu miezi miwili na Hamas, na baadaye ikaongeza mashambulizi ya ardhini kote ukanda wa Gaza. Zaidi ya watu 1400 wameripotiwa kuuawa tangu mashambulizi ya Israeli yalipoanza tena, na kwa mujibu wa mamlaka za afya za Palestina huenda idadi hiyo ikaongezeka wapatanishi kutoka Misri, Katal na Marekani wamejaribu kurejesha mazungumzo ya kusitisha mapigano bila mafanikio ya aina yoyote. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Israel, Avichai Andrai alisema operesheni zao za hivi karibuni eneo la Gaza zinalenga wapiganaji na kuharibu silaha katika eneo la Shujaia pamoja na milango ya vichuguu na miundombinu huko Rafaa, ambayo inaaminika kuwa inakaliwa na wapiganaji hao wa Kipalestina. Vyanzo vya kitabibu vya Palestina vimesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika wakati wa janga la njaa linalozidi kutokana na Israeli kuziba misaada ya kibinadamu kuingia eneo la Gaza, yalilenga nyumba za makazi na makazi ya muda na kambi za wakimbizi wa ndani. Vyanzo hivyo vimeiambia Al Jazeera kuwa watu wengine wasiopungua kumi waliuawa katika mashambulizi mengine Gaza siku ya Jumatano na kuongeza idadi ya vifo vya siku hiyo kufikia watu takribani 45. Hamasi, kundi la kijeshi linalotawala Gaza, limesema kuwa mauaji yanayoendelea dhidi ya watu wa, wao kwa msaada wa Marekani ni doa kwa jamii ya kimataifa na kulaani mwitikio dhaifu wa nchi za Kiarabu na Kiislamu. Marwan Bishara, mchambuzi mkuu wa kisiasa wa Al Jazeera, alieleza kuwa mashambulizi hayo kama ya kinyama. Namna mashambulizi hayo yanavyoendeshwa inaonyesha wazi kuwa Israel inataka kufanya usafishaji wa kikabila katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Tangu mwishoni mwa Machi, Israeli imeamuru watu kuondoka maeneo ya mipaka ya Gaza ili kuanzisha kile inachokiita eneo la usalama. Wakazi wanaofia kuwa lengo lao ni kuondoa kabisa watu katika eneo hilo. Israeli ilianza vita vyake dhidi ya Gaza mwezi Oktoba 2023, baada ya Hamas kuongoza shambulio la kusini mwa Israeli lililosababisha vifo vya watu wasiopungua elfu moja na mia moja thelathini na tisa na kuwateka nyara takriban 250 kwa mujibu wa takwimu za Al Jazeera zilizotegemea data za Israel. Wakati huo mamlaka za Palestina zinasema kuwa zaidi ya wa Wapalestina elfu 58 wameuawa katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza hadi sasa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update na ujili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.